Mwabudu Mungu ni ni kuanguka kupomoka, yaani ni kulala kifudifudi. Ndio maana unakuta kuna watu wanalala kifudifudi, sio, unaelewa? Unalala kifudifudi, kunyenyekea. Kuabudu inaambatana na kueleza vile Mungu alivyo vile Mungu alivyo na nguvu zake na uweza wake. Kwa hiyo unamweleza Mungu kwamba wewe ni mzuri, wewe unastahili sifa hizi, wewe unastahili heshima hizi, hakuna Mungu mwingine zaidi yako. Huko ni kumwabudu Mungu na nio wana kumwabudu Mungu, hakuhitaji uambiwe inua mikono, sema hela kuhitaji tusipoambiwa kabisa, wewe moja kwa moja unanyosha mikono kwa ajili ya kusarenda mbele za Mungu. Hii ni ishara ya kusarenda kwamba wewe sio kitu bila huyo Mungu. Kwa hiyo uko hapa hapo lipo kwa sababu Mungu amekufikisha hapo lipo. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo sio wewe uliyejifikisha hapo, bali ni Mungu. Kwahiyo yeye unamwadhimisha kwamba wewe ni Mungu, Utabaki kuwa Mungu wa kutukuzwa, utabaki kuwa Mungu wa kuinuliwa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo unatangaza vile Mungu alivyo na nguvu zake na uweza wake, unatangaza uaminifu wake ulivyo katikati ya maisha yako. Unajua sisi wanadamu wote tunashindwa tu kuelewa kwa sababu mahitaji ni vitu vidogo sana kwa Mungu. Mahitaji tuliona, tuliona, si ndio? Ni vitu vidogo sana, ni main, very main. Mungu anachotaka watu wamsifu na kumwabudu tu peke yake, na ndio maana wakati mwingine hata utiposimama, usiposimama kuhitaji vitu, Mungu yeye ni mwaminifu sana. Eh? Kwa sababu Biblia inasema yeye anajua haja zetu, yaani hata kabla hatujamwomba yeye anafahamu wanayeswasekewo yeah. Na ndio maana mtu anayeenda mbele ya Mungu kwa kuomba, kwa kuomba mahitaji, kwa kuhitaji mambo fulani katika maisha yake, na mtu anayeenda mbele za Mungu kwa kumadhibisha, kwa kutangaza ukuu wa Mungu, hawa ni watu awili tofauti, tuka pamoja tumisho Mungu ni watu wawili tofauti wawili tofauti. Kwa sababu gani? Huyu anayeenda mbele ya Mungu kwa kumuinulia Mungu sifa <laughs> huyu mtu mbingu zinamwangalia sana, kwa sababu anajua anachokifanya ni nini, sio mtu anayeenda mbele ya Mungu kulialia shida. Si unaona hiyo tofauti eh? Sawa, tutakuwa tuta, tuta, tuta, na mahitaji hayo ya kuomba hadi zile ambazo tunazitaka mbele za Mungu, lakini ukweli, huyu anayeenda mbele ya Mungu wa kumwinulia sifa kwa kutangaza ukuu wa Mungu, huyu mtu anaangalia kwa jicho la tofauti. Bwana Yesu asifiwe! Bwana Yesu asifiwe! Ndio maana Biblia inasema kila mwenye pumzi amsifu Bwana. Bwana, yani ile pumzi wewe uliyopewa ni kwa ajili ya kumsifu Mungu. Hmm? Ni kwa ajili ya kumsifu Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu, Bwana Yesu asifiwe. Hili ni jambo la thamani. Hili ni jambo la maana; hili ni jambo la msingi sana. Kuna watu, kuna watu kama, wa, wa, kama sio wanne walikuwa ni watatu Walikuwa naenda mbele ya Mungu kwenye nyakati za tofauti tofauti. Aisee, kwa kweli nilishangazwa sana na hicho no, kitu ili inspire sana mtu wa kwanza ni li... alikuwa ni dada anaenda mbele ya Mungu kuhitaji mchumba. Jamani, si niseme eh, alikuwa anahitaji mume

ya ajabu sana, amelako machozi mengi. Sasa walikuwa na okei paka kule kule juu. Sasa kule mzee wa siku aliko, yani malaika wanamuuliza Mungu, vipi, tukamwambie nini huyu mtu anayeomba maombo, tukamwambie nini huyu dada? Mungu anasema mwambieni, baada ya miaka mitano dotapata mungu ni mikono utumishi wa Mungu. Eh, sio vibaya kunyoshe mikono, haleluya. Mtaolewa tena kwa wakati, simsemeamea utumishi wa Mungu. Sasa huyu dada akaambiwa miaka mitano, kuna wakaka wako ambao hawaja wadada umewaona hapa, utakuwa umewaangalia vizuri. Sasa huyu mtumishi wa Mungu ameambiwa miaka mitano, miaka mitano ndio majibu yake yatatoka. Utampata mwingine mbele za Mungu. Huyu mtu mwingine alikuwa naomba, habari ya mambo ya uchumi hayajaenda vizuri kwenye maisha yake. Anaombea uchumi, anaombea uchumi, amejipinda kwa habari ya uchumi. Malaika walipokuja wanamwambia baada ya miaka mitatu ndio mambo yako yata- yatanyooka. Tuko pamoja. Sasa nifupishe, yule wa mwisho sasa alipoenda mtu wa mwisho yeye alikuwa ni kipofu asiyeona. Kwa lugha nzuri ni sahihi, tunasema mwenye uoni hafifu. Huyu mtu alipoenda, alipoenda mbele ya Mungu, alienda na kitu cha tofauti zaidi na wale wengine, alienda na hiki kitu, alienda akaanza kumwadhimisha Mungu, you are worthy God Almighty. There is none like you. Sio ndaro. From all nation, all of creation he bow before you. Yeye yani akaanza kuelezea ukuu wa Mungu, akaanza kumwambia vile Mungu alivyo, akatangaza ukubwa wa Mungu. Sasa wale malaika wakaanza kumuuliza tena Mungu, "Vipi tumwambieje huyu mtu?" Wakaambiwa, "Ninyi hamtakiwi, hamtakiwi kwenda kule. Ni mimi mwenyewe nashuka." kwa yule mtu, kwa sababu alipoanza kumwadhimisha Mungu, Mungu anasimama kwenye kiti cha enzi, akaanza kucheza. Tunaelewana? Akaanza kucheza, akaanza kucheza. Haleluya! Akasema, ni mimi mwenyewe ninaenda sada au kafla. Yule mtu alikuwa haoni, alifunguliwa macho mara moja, akafunguliwa macho, kwa hiyo muujiza wake ulitokea. Hajaenda kuomba kuona, lazima nazima utafakari kwamba huyu mtu hajaenda kuomba kuona, lakini alienda kufanya nini? Alienda kuadhimisha Mungu, alienda kutukuza Mungu, alienda kuinua Mungu, mambo yake yakabadilika. Sombiie Yesu, makofi asha. Kwa hiyo hiki kinachofanyika Sio kitu kidogo. Hii kinachofanyika ni kitu kikubwa sana kwa watu wanaoelewa kwamba wanafanya nini. Ni kitu cha thamani sana kwa Mungu mwenyewe huwa anafanya maamuzi afanye nini kwa yule ambaye anamtukuza na kumunua. Kwa hiyo wakati mwingine unaweza si usihitaji usi, chochote usihitaji chochote kabisa, usihitaji kitu chochote kabisa. Kasema tu, Bwana wewe ndio mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Sio? Umeelewa? Mbingu zinakuangalia.